Sita inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ina matarajio makubwa sana na sekta ya madini kutokana na mchango wake katika pato la taifa ambapo hadi kufikia mwaka 2024 sekta ya madini imefanikiwa kuchangia asilimia kumi pointi moja, na hii imepitiliza lengo la taifa ambayo, tulisema, dira ya taifa tutachangia asilimia kumi kutoka sekta ya madini ifikapo mwaka 2025. Ndugu wakaguzi wa migodi, imejulishwa kuwa katika kikao hiki mada mbalimbali zitatolewa na kujadiliwa kwa kina ili kuwezesha kupata uelewa mpana katika kutekeleza majukumu yenu ya ukaguzi wa migodi kwa weledi na maarifa makubwa. Yeah, kazi mean, hizi za uh, ukaguzi wa migodi zimekuwa zikifanyika nchini kote na na kunakuwa kuna, kuna ratiba maalum ya kufanya ukaguzi. Kuna wakati ikitokea kwamba kuna ajali imetokea, basi nguvu kubwa inatumika kwenda kwa ajili ya kufanya uchambuzi, kwa ajili ya kufanya investigation kujua chanzo cha ajali hicho kipi, na hilo linakuwa ni funzo kiukweli kwenye, kwenye taasisi yetu linapotokea, tukijua tatizo ni nini basi tunaweka mkazo kwenye eneo hilo, na limekuwa likisaidia sana kwa sababu uh, matukio ya namna hiyo yamekuwa yakipungua, na ukaguzi ukaguzi ume, una, unaendelea vizuri. Mikoa yote inafanya ukaguzi, na ni muhimu kufanya ukaguzi kwa sababu ndiyo ndiyo kitu ambacho kinatufanya sisi kulinda vyanzo vyetu vya mapato, sisi tunapopangiwa napopangiwa lengo la na serikali la kukusanya kiasi fulani cha fedha, basi jukumu letu sisi ni, ni kuvilinda vile vyanzo vyote ambavyo vina, vinatoa hizo fedha, na tumejikuta kwamba tusipovilinda vile vyanzo, ina maana hatutafikia malengo ya serikali tuliyojiwekea. Sasa natoa rai kweli kwa wachimbaji, hasa wachimbaji wadogo, kuendelea kufanya kazi zao kwa kufuata taratibu za kiusalama kwa maana ya kwamba kuna mambo mengi ambayo hawatakiwi kuyafanya. Wakiwa wanatakiwa kwenda kufanya kazi, wawe waangalifu. Hatutaki kupeleka migodini watu ambao wametumia vileo vya namna yoyote ile. Kama ikitokea mfanyakazi ana tatizo na kifamilia, akili yake haiko sawa sawa kwa ajili ya kufanya kazi, anatakiwa apewe apewe muda wa kwenda kupumzika ili kushughgulikia matatizo yake ya kifamilia ndio arudi kufanya kazi, kwa sababu kwa kufanya hivyo, kumlazimisha kwenda kufanya kazi, kitakachotokea hapo ni lose concentration kwenye kazi, na hatimaye anaweza akapata ajali. Sisi ajali kiukweli hatui hatu hatuzitaki, hatuzitaki kabisa, aatuzitaki. Engineer Joseph Ngitu ni mkaguzi wa migodi kutoka ofisi ya madini ya Maenge iliyoko ndani ya mkoa wa Morogoro. Hizo sisi kama wakaguzi tunayo jukumu kubwa sana la kusaidia hii sekta ya madini hususan kwenye kudhibiti masuala ya usalama migodini ili ajali hizi ziweze kupungua. Tunapokuwa na kaguzi za mara kwa mara, ndipo inainua sekta. Tumetoka kusikia hapa kutoka kwa viongozi wetu kwamba sekta hii ya ukaguzi ndio sekta ambayo inaendesha, inaendesha sekta nzima. Tunapofanya kaguzi, migodi inapokuwa salama, watu manake wana wanachimba kwa usalama, wataondoka vizuri, hakuna ajali zozote. Maana ajali inapotokea changamoto yake ni kwamba lazima huo shughuli za uchimbaji zisimame hapo. Kwa hiyo tunapoteza nguvu kazi, vijana wengi wanapotea, lakini vile vile ukifunga mgodi, maana hata ya makusanyo ambayo imekuwa kauli mbiu ya sekta nzima, maana yake tutashindwa pia kuyapata kuya kwa wakati. Kwa hiyo kuondoa hiyo changamoto tunatoa elimu sana kwa hao wachimbaji wetu, hususani kwenye kuchimba kwao kiteknikali. Sasa huwa tunawaambia, mfano wanaochimba maduara kwa chini waache nguzo wasile wa, zile nguzo, yani kwamba sio kwamba unataka uchimbe tu uache nguzo kwa ajili ya kulinda nini? Kulinda mgodi usianguke, kwao mara nyingi hivyo. Lakini vilevile kuna eneo hili la baruti tumekuwa tukiwa tukilisisitiza sana hususani kufata taratibu ambazo kuanzia utunzaji mpaka kwenye kutumia na hadi kusafirisha kwa wachimbaji wetu, kwa kutumia hizo sheria za baruti za mwaka sitini na tatu na, na kanuni zake sitini na nne tumekuwa tukiwaelimisha ili kuwepo na matumizi salama ya nini, ya baruti migodini. Kwa niaba ya uongozi wa Jijim. tuna eh, zero... Strategy, kwa kufikia mwaka 2030 kwamba tusiwe na ajali kabisa, lakini ili kutimiza hiyo eh, tunahitaji eh, kuwa na mifumo thabiti eh, kuhakikisha kwamba eh, uongozi uko kwa thabiti, mifumo yetu iko vizuri. Eh, sasa baada ya kuweka mkakati tukatathmini kama kampuni kwamba ni vihatarishi vipi vikubwa au, wanaita major hazard, au fatal risk ambalo kinaweza kusababisha mtu akafa. Kwa hiyo kama kampuni iliainisha viko kumi na moja. Okay. Ukianzia mitambo tunayoendesha, uh, mobile equipment, lakini kuna ground control, miamba mbalimbali, kuna watu wanafanya karibu na ukuta au chini ya ukuta, uh, kuna lifting operation, jinsi ya kunyanyua vyuma au okay. Kuna wengine wanafanya kazi juu working at height. Uh, lakini kuna kemikali mbalimbali tunafanya nazo kazi, ukicheza nazo vibaya zinaweza kusababisha ukapoteza uka maisha. Uh, mioto na milipuko uh, ni mojawapo. Kwa hiyo uh, tunazo kama uh, kumi na moja pamoja na noise, pamoja na vitu vingine ambavyo hewa ikiwa chafu vyote hivyo vinaweza kusababisha ukapoteza maisha. uh, uh, uh, inawezekana tukaendelea kutoa elimu kwa wachimbaji wadogo wadogo na ikatusaidia pia kuhakikisha kwamba Tanzania tunazalisha dhahabu ambayo haina damu kwa sababu ukizalisha dhahabu ambayo imemuumiza mtu, kwa mantiki hiyo unakuwa hujaitendea haki ya jamii ambayo inakuzunguka. Kwa hiyo ni muhimu kuhakikisha kwamba tunatoa elimu kwa, kwa usahihi na kuhakikisha kwamba watu wote wafanya kazi kwa usalama na dhahabu zizalishwe katika hali ya usalama. Kikao cha leo tunakutana na inspekta za migodi wa nchi nzima na madhumuni ni katika kukumbushana kuelimishana na kuongezeana uzoefu katika shughuli zetu za ukaguzi, ambazo ndizo kutupelekea sekta yetu ya madini ikasimama vyema. Maana katika shughuli za ukaguzi ndipo tunapoenda kufanya uchimbaji ulio salama kwa kuzingatia sheria ya madini pamoja na sheria ya utunzaji wa mazingira. Tuna, tuna wachimbaji sehemu tofauti, mikoa tofauti, na changamoto zinazopelekea ajali zinatofautiana. Kwa hiyo tukiweza kukompaili changamoto zote hizo na kuzitafutia utatuzi wake. Kwa hiyo mkaguzi aliyeko Mwanza, mkaguzi aliyeko Tabora na sisi kama wakaguzi tunaosimamia sekta ya madini, tunapaswa kuwaelewesha namna bora ya uchimbaji ulio salama. Ni na madhumuni ya uchimbaji salama ni ili wao waweze kupata faida ya kazi wanazozifanya basi na taifa liweze kupata mapato yake.